Usiku wa tarehe ishirini na mbili mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja katika kijiji cha Kanyoza, wilaya ya Kakonko, haukuwa wa kawaida. Magezi Kagwesihire mume na baba wa familia alimaliza shughuli zake na mikutano na wanakijiji wenzake na kisha akaanza safari ya kurejea nyumbani. Alipofika pale nyumbani kwake, alipokelewa vizuri kabisa na mke wake Bi nyamsase Masesa. Ilikuwa ni usiku sana na watoto tayari walikuwa wamesha lala, kwa hiyo na yeye akaamua kimya kimya kuingia chumbani kwake kulala pamoja na mke wake. Bwana Magezi usiku ule alilala akiwa na matumaini ya kuamka kesho yake asubuhi mapema na kwenda kuendelea na shughuli zake za kutafuta maisha kwa ajili ya familia yake kubwa aliyokuwa nayo. Lakini alichokuwa hafahamu ni kwamba ule ndio ulikuwa usiku wake wa mwisho hapa duniani. Siku mbili baadaye, yaani tarehe ishirini na nne mwezi wa sita, watu mbalimbali mbali walikuwa wakimtafuta bwana Magezi bila mafanikio. Wengine walikuwa na miadi naye, wengine walikuwa tu ni majirani zake ambao walishangaa kwa nini walikuwa hawamuoni, wakaanza tu kumuulizia kitu. Ambacho watu wote hawa walikuwa wanajua, ilikuwa ni kwamba huyu bwana alikuwa na wake wawili, mke mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Jessica na mke mdogo ambaye ndio usiku ule wa mwisho alilala kwake, ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Nyamsase kwa hiyo waliokuwa wanamuuliza mke mkubwa walikuwa wanapewa jibu kwamba labda yupo kwa mke mdogo, na waliokuwa wakimuuliza mke mdogo walikuwa wanajibiwa kuwa bila shaka atakuwa kwa mke mkubwa. Lakini baada ya muda ikawa dhahiri kwamba hakuwa kokote. Kwa hiyo wakaanza kuingiwa na hofu na wakaanza kuendelea kumtafuta. Siku tatu baadaye, yani tarehe ishirini na tano mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja wakiwa katika harakati za kumtafuta mwenzao wakaamua kwenda kuanzia msako pale nyumbani kwake. Kwa bahati tu, baadhi ya wale waliokuwepo pale walipozunguka nyuma ile nyumba yake waligundua kwamba kulikuwa kuna kitu ambacho sio cha kawaida chini Waliona alama ya michirizi kana kwamba kuna kitu kizito kilikuwa kimeburuzwa kuelekea kwenye eneo la shamba la migomba la mwana kijiji mwingine. Baada ya kuichunguza zaidi ile michirizi, waligundua kuwa ukiachana na ile alama ya miburuzo, kulikuwa na madoa mekundu kama yandamu, ya damu yakielekea kule kule, kama zile alama za miburuzo yalipokuwa yanaelekea. Basi wanakijiji wakaanza kufata zile alama mpaka katika lile shamba la migomba, ambapo walipofika kule walipata pigo kubwa sana kwa sababu walikutana uso kwa uso na mwili wa binadamu ukiwa umefichwa katikati ya miti. Waliposogelea karibu kukagua vizuri, basi hofu zao zilitimia, kwa sababu yule mtu bila shaka alikuwa ni yule bwana Magezi ambaye walikuwa wakimtafuta. Kwa hizi siku zote walikuwa hawafahamu ni kitu gani kilimpata mwenzao hadi kufikia kupoteza maisha katika hali ile, lakini kilichokuwa dhahiri ni kwamba mwanakijiji mwenzao bila shaka alikuwa ameuawa, kwa sababu kwa kumwangalia tu kwa haraka haraka, mwili wake ulikuwa na majeraha mawili makubwa ambayo yalionekana kuwa yalivuja damu sana. Kwanza kabisa kwenye taya alikuwa na jeraha kubwa sana ambalo lilipelekea hadi mfupa wake wa taya kuwa unaonekana, na pili, shingoni kwake alikuwa na jeraha la kukatwa na kitu chenye ncha kali. Basi baada ya tukio hili, baadhi ya wale waliokuwa katika kile kikundi cha msako walianza mchakato wa kufikisha taarifa polisi, huku wengine walitoka pale na kwenda moja kwa moja nyumbani kwa bwana Magezi kwa sababu mpaka kufika pale walianza kufikiria kwamba lazima huyu mwenzao alipatwa na lile janga akiwa nyumbani kwake na akaburuzwa na kufichwa kule shambani baada ya kuuawa. Sasa baada ya kupata hizo fikra, wakaja kukumbuka kwamba walishamuuliza yule mkewe kuhusu huyu bwana alipo, na akawajibu kuwa hakufahamu wakaanza kuona kwamba ni dhahiri kuna kitu yule mwanamke alikuwa hasemi. Basi wakatoka pale katika lile shamba na wakaenda moja kwa moja kwenye mji wa bwana Magezi. Walipofika pale, wakaanza kukagua kuanzia nje mpaka ndani, na haikuchukua muda mrefu, wale walioingia katika chumba cha kulala cha wale wanandoa walikuta madoa ambayo bila shaka yalikuwa ni ya damu. Hii iliwafanya mara moja wamzuie yule mwanamke mpaka maaskari wafike pale ili atoe taarifa zaidi, maana maelezo yake yalikuwa hayawaridhishi kabisa. Basi maaskari polisi waliwasili eneo la tukio na kufanya uchunguzi wa awali, kisha wakaochukua mwili wa bwana Magezi moja kwa moja kwa ajili ya uchunguzi wa postmortem hospitali. Daktari Bigilimana Francis Mapigano aliandika taarifa kuwa bwana Magezi bila shaka alipoteza uhai kutokana na kutokwa na damu nyingi sana kupitia majeraha makubwa yaliyosababishwa na silaha yenye ncha kali. Daktari alisema kwamba ukiacha na lile jeraha la kwenye shavu, lile la shingoni lilikuwa la kika zaidi kwa sababu hadi koo lake la chakula na koo la hewa vilikuwa vimekatwa. Basi bila ya kupoteza muda, wale maaskari waliamua kwenda moja kwa moja nyumbani kwa bwana Magezi na walivyofika pale, wakamkuta yule mke mdogo akiwa ameshikiliwa na wananchi ambao walikuwa wameshaanza kupandwa na hasira. Wakamchukua Nyamsase na kumweka chini ya ulinzi kisha kumsafirisha moja kwa moja kituo cha polisi. Binyamsase Masesa alipofika kituoni na kuhojiwa na detective sergeant Maira, Binyamsase mara moja alikiri na kusema kuwa ni kweli mume wake aliuawa ndani ya nyumba yake, lakini yeye sio muuaji wala asingeweza kufanya kitendo kama kile kwa mume wake. kutokana na maelezo yake usiku ule wa mwisho bwana Magezi ulikuwa kama ifuatavyo. Kumbe wakati bwana Magezi alipokuwa ametoka kwenda kwenye miadi na wenzake, mke wake, yule mke mdogo Binya Msase, alikuwa na mgeni pale nyumbani kwao. Mgeni huyu alikuwa ni kijana aliyefahamika sana pale kijijini kama chipukizi Chondi. Sasa bwana Chondi na Binya Msase, kumbe walikuwa ni wapenzi wa muda mrefu sana, bila mume mtu, yani bwana Magezi kufahamu usiku huu wa tarehe ishirini na mbili. Binyamsati alidhani kwamba mume wake alikuwa anaenda kulala kwa mke mkubwa. Kwa hiyo akaamua na yeye kupata wasaa wa kuweza kukutana kimapenzi na mpenzi wake katika chumba ambacho alikuwa akilala yeye na mume wake. Na kweli bwana chipukizi Chonde aliwasili katika mji wa bwana Magezi ule usiku, na akaenda moja kwa moja kwenye chumba chake na mke wake, na akaanza kufanya mapenzi na mke wake Walipokuwa katika kufanya lile jambo lao, mara hodi kabishwa mlangoni na bwana Magezi akaita mkewe amfungulie mlango. Hili liliwashtua sana wapenzi haa, kwa sababu hawakutegemea kwamba yule bwana alikuwa anarudi. Kwa hiyo kutokana na hili Binyamsaze, katika ile hofu ya kufumaniwa na kuharibu ndoa yake, akamwamuru mpenzi wake Bwana Chondi akajifiche kwenye chumba cha watoto, halafu atumie akili, yaani apige mahesabu mume wake atakapoingia ndani na kwenda chumbani kulala, yeye atoke na mlango atamwachia wazi. Basi kweli bwana Chondi akatoka kule chumbani mbio mbio na kwenda moja kwa moja kwenye chumba cha watoto, akaenda kujibanza kule ndani na akamsikia Binyamsazi akifungua mlango na kumkaribisha mume wake Mangeza, kwa furaha kabisa. Bwana Magezi alivyoingia nyumbani kwake akaona ni bora na yeye aingie zake akalale. Basi Binyamsase naye akaingia kitandani na mume wake akitetemeka na akiomba Mungu kwamba mume wake asiweze kuamka, ili bwana Chondi aweze kutoka kwa usalama kabisa na ndoa yake ibaki kwa amani. Lakini sasa kilichomshangaza ni kwamba Chondi hakutoka kimya kimya, badala yake alishangaa mlango wake wa chumbani ukifunguliwa na mpenzi wake akiingia moja kwa moja na kumrukia mume wake pale kitandani ugomvi mkubwa ukaibuka vishindo na sauti za kupigana zikaanza kutoka katika kile chumba. Pale Chondi na Magenzi walivyokuwa wameshikana wakipigana haswa, Binyamsase akasimulia kuwa hakuweza kabisa kutenganisha wale wanaume na kuwazuia kupigana kwa sababu walikuwa na nguvu sana kutokana na zile hasira, na zaidi ya hapo alidai kuwa alikuwa na mtoto mdogo, kwa hiyo akaamua kukimbia naye kumtoa nje yule mtoto kwa ajili ya usalama wao. Binyamsase akaendelea kusimulia kwamba aliporudi tena ndani ya kile chumba alimuona Chondi akiwa juu ya mume wake huku mikono yake ikiwa shingoni kwake akijaribu kumkaba. Kisha akamshuhudia Chondi akichukua panga na kumkata mume wake shingoni. Baada ya hapo, akasema Binyamsase kwamba mume wake akaacha kutapatapa na Chondi akamburuza na kupotea naye nje kwenye giza bila yeye kuweza kufanya jambo lolote. Kwa hiyo mpaka mwisho wa maelezo yake, Binyamsase alitoa picha ya yeye kutohusika kabisa kwenye yale mauaji. Kosa lake kubwa alilidhihirisha kuwa ilikuwa tu ni kudanganya kuhusu kufahamu mahali alipo mume wake. Watu wakati wanamuulizia mume wake, yeye akawa anasema kwamba hafahamu, labda waende wakamuulizia mke mkubwa, wakati alikuwa anafahamu dhahiri kile kitu kilichomkuta. Maelezo haya yalirekodiwa na lelezi ambaye baadaye alimpeleka binyamsasi kwa mlinzi wa amani hakimu wa mahakama ya mwanzo b Sofia Ernest Ritenge ambapo alikiri tena na kurudia mali masimulizi yake kama vile alivyomweleza mpelelezi siku hiyo hiyo. Baada ya nyamsasi kukiri yale mauaji, maaskari walienda moja kwa moja kwa bwana Chonde na walimtia chini ya ulinzi na kumpeleka kituo cha polisi. Kufika kule kituoni, bwana Chonde, kama vile ilivyoada, alianza kwa kuwa mgumu kidogo na kuanza kusema kwamba yeye hafahamu kabisa kuhusu hayo mambo, binyamsasi hamfahamu wala hana mahusiano na yoyote, na ile siku ya tarehe ishirini na mbili yeye alikuwa nyumbani na ana mashahidi ambao walimuona nyumbani. Basi wakati upelelezi unaendelea, maaskari waliweza kugundua kwamba wali katika ile nyumba ya bwana Magezi siku aliyouawa, kulikuwa na watoto walikuwa wamelala, na katika wale watoto, mtoto mkubwa kabisa alikuwa na umri wa miaka kumi ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Mungu Magezi. Kwa hiyo siku hiyo hiyo walienda pale nyumbani na kumchukua yule mtoto na kumpeleka kituo cha polisi, tayari kwa kumuuliza maswali. Mtoto ya Mungu alipoulizwa na wapelelezi, alisema kuwa usiku huo babake akiwa ametoka, alimwona bwana Chondi amekuja pale nyumbani kwao Sembleni, lakini baada ya muda mfupi, pia alimwona bwana Chondi akielekea ndani ya chumba cha mamake na babake pamoja na mama yake. Baada ya pale, yeye alikuwa amelala pamoja na wadogo zake mpaka usiku wa manane sana, ambapo aliyeshtushwa na sauti ya vishindo vikitokea kwenye chumba cha wazazi wake. Baada ya muda mrefu kidogo wa vile vishindo, mtoto yule mdogo akasema kwamba alisikia sauti ambayo aliitambua kuwa ni sauti ya baba yake ikisema, ananiua chondi, ananiua. Baada ya hapo, hakumsikia tena baba yake. Basi baada ya kupata ushuhuda huu, upelelezi wala haukuchukua muda mrefu sana. Baada ya mwezi mmoja tu, uchunguzi ulikamilika na jalada lilifunguliwa mahakamani. Mwaka mmoja baadaye, kesi ya jinai namba tatu ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ilianza kusikilizwa mahakama kuu Tanzania, Kigoma, mbele ya hakimu Mlacha, upande wa mashtaka uliwasilisha mashahidi kumi akiwemo mtoto wa marehemu, yaani ya Mungu Magezi, ambaye alipanda pale kizimbani na kusimulia yale yaliyotokea ile siku ya tarehe ishirini na mbili mwezi wa sita. Ilikuwa ni dhahiri mbele ya mahakama kwamba yule mtoto alikuwa anasema ukweli na alikuwa ameumizwa sana au ameshtushwa sana na kile kitendo ambacho kilikuwa kimemtokea na pia kumpoteza baba yake na kumpoteza mama yake pia, kwa sababu mama yake toka siku ile alikuwa ameshikiliwa na polisi. Mnamo tarehe tisa mwezi wa saba mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili mahakama ilimaliza kusikiliza ile kesi na hukumu ikatolewa. Chipukizi Chondi alipatikana na hatia ya mauaji ya kukusudia na akahukumiwa unyongwa hadi kufa. Binyam Sase yeye alikutwa na hatia ya kuua bila ya kukusudia, adhabu yake ilikuwa na kifungo cha miaka kumi gerezani. Kama ilivyoada, bwana Chondi naye hakutaka kukubali matokeo Yeye aliendelea kusisitiza kuwa hakuua mtu wala hakuwa na mahusiano yoyote na yule mke wa bwana Magezi. Safari yake ya kutafuta haki yake ilimfikisha katika mahakama ya rufaa ya Tanzania, na rufaa yake ikaanza kusikilizwa tarehe thelathini mwezi wa nne mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne na kisha hukumu ikatolewa tarehe ishirini na nane mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na nne yaani miezi miwili tu baadaye. Baada ya kupitia ushahidi, mahakama ya rufaa ilibaini kuwa kwanza kabisa, upande wa jamhuri ulileta vithibitisho dhahiri kuwa kweli bwana Chondi ndiye aliyemua bwana Magezi, lakini mwanasheria wa bwana Chondi aliweza kuifanya mahakama ya rufaa ione kuwa mteja wake alitakiwa apunguziwe wa adhabu kwa sababu hakumuua yule bwana kwa kupanga. Yale mauaji yalitokea ghafla kutokana tu na ule ugomvi ulioibuka pale ghafla mahakama ilikubali hili ombi na ile hukumu ya kunyongwa ya awali ikabatilishwa na chondi akahukumiwa kifungo cha miaka kumi na tano gerezani je adhabu ya miaka kumi na tano inatosha kwa mtu aliyemuua mwenzie kwa kikatili namna hii au hukumu ya kunyongwa ndiyo ingekuwa haki ya kweli katika swala hili wewe unaonaje tafadhali Usisahau kurudi katika chaneli yetu Jamani. Hapa tunakuletea simulizi za kweli za kesi za jinai kama hizi zitakazo kufanya utafakari na kupata mafunzo makubwa ya kimaisha na usalama. Na hapa ndipo tumefikia mwisho wa simulizi yetu ya leo. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asante sana na tuonane tena kwenye video ijayo. Bye.